Dawa mpya kuzuia HIV itapatikana kwa gharama ya chini katika zaidi ya nchi mia za kipato cha chini ndani ya miaka miwili, hatua inayotarajiwa kuwapa mamilioni ya watu fursa ya matibabu na uwezekano wa kuleta ulimwengu karibu na kumaliza janga la UKIMWI, kwa mujibu wa BBC. Dawa hiyo itwayo Lenacapavir na, na inayotolewa kwa njia ya sindano, inatazamiwa kuanza kutumika mapema mwishoni mwa mwaka huu kwa gharama ya dola 28,000 sawa na milioni 69 laki mbili kwa kila mtu kila mwaka, lakini tangazo la siku ya Jumatano linaahidi kupunguza bei hiyo hadi dola 40 pekee, sawa na shilingi 99,000 pesa za Kitanzania, karibu asilimia 0.1 ya gharama ya awali. Toleo la bei ya chini litatolewa mwaka 2027 katika nchi 120 za kipato cha chini na cha kati. Wanasayansi wanasema dawa hiyo huzuia virusi visijizalishe zaidi ndani ya seli Mpango huu wa kihistoria wa kutoa dawa za kupunguza makali ya virusi kwa wote wenye virusi vya ukimwi katika nchi zinazoendelea ulisimamiwa na rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton baada ya mazungumzo na kampuni ya dawa. Makubaliano hayo yaliyotangazwa Jumatano yalifikiwa kati ya wakfu wa Clinton kwa ushirikiano wa Gates Foundation na makundi mengine ikiwa ni pamoja na taasisi ya utafiti wa Afrika Kusini WITS RHI. Mimi ni Derek Nyangi na hii ni channel ya Dr. Afya.